Tarehe 29 Oktoba ndiyo siku iliyokuwa ya kupiga kura na kura zilipigwa na uongozi kupatikana. Kuanzia siku ile ya kupiga kura, kulizuka genge lilokuwa likiwatisha watu kwa kupora mali na kuharibu mali pamoja na miundo mbinu mbalimbali, kuchoma moto vituo vya mafuta pamoja na ofisi za umma. Kutokana na vitendo hivi vya kihalifu, ambao vililazimu vyombo vyetu vya usalama kudhibiti hali hiyo ndani yake kukatokea vifo vya watu wasio na hatia na wengine kupata ulemavu wa kudumu, pamoja na uharibifu, wizi na upotevu wa mali. Yote haya yakisababishwa na genge lililokuwa likifanya fujo, wizi na uharibifu mkubwa wa mali na miundo mbinu. Sisi kwa umoja wetu tunalaani vitendo hivi vya kihalifu ambavyo udhibiti wake umepelekea vifo vya watu wasio na hatia. Lakini pia sisi kwa umoja wetu Tunaitaka serikali ifanye uchunguzi wa kina juu ya kina nani ndio walikuwa vinara wa kuchochea vijana wetu katika kufanya uharibifu huu mkubwa kuwahi kutokea katika nchi yetu, mpaka kufikia maisha ya watu kupotea. Sisi kwa umoja wetu, tunaiomba serikali kuangalia wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine wamekumbwa na maafa haya na wala hawakuhusika kwa namna yoyote ile, kuangalia kwa jicho la huruma pamoja na kuwafariji. Sisi kwa umoja wetu tunaisihi serikali katika kipindi hiki iangalie pale panapohitaji suluhu, pafanyike suluhu kama mafundisho yetu yanavyosema na suluhu ni kheri, na pale panapohitaji maridhiano, basi serikali pia iwe tayari kufanya hivyo kwa maslahi mapana ya nchi yetu na raia wake, japokuwa pia tunaisihi serikali yetu suluhu na maridhiano isiwe ni zawadi wanayopewa wale waliohusika na kushiriki katika uhalifu huu uliopelekea maafa haya. Hatuoni kuwa ni busara wala hatuoni kuwa ni afya kwa umoja wetu na mshikamano wetu katika nchi, sisi kuitwa wajinga kwa sababu tu tulikuwa tukihimiza amani. Sisi kama sehemu ya jamii katika nchi yetu, siku zote tumekuwa mstari wa mbele katika kusimamia na kuhimiza amani katika nchi yetu. Hata pale ambapo kufanya hivyo kunapokuwa kuna tulazimu kukubali maumivu makubwa, lakini tulikuwa tayari kufanya hivyo. Tunataka tueleweke na viongozi wa dini wenzetu kuwa sisi sio wajinga na hatuwezi kuwa wajinga kwa sababu ya kuzungumzia na kuhimiza amani. Na mwisho kabisa tunatoa pongezi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa rais lakini pongezi pia kwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali.